bashir mbele ya Nu'man akiwa pale amwambia, fattaqullah, mcheni Allah subhanahu wa taala, mwenyezi Mungu mumwogope. Wa'dilu baina auladikum, na mufanye uadilifu kati ya watoto wenu. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa la, akamwambia fala tushhidni idhan. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fala tushhidni idhan, basi ikiwa huko hapa wanao wengine zawadi kama hiyo, mimi usinishuhudishe. Fa inni la ashhadu ala jawr, mimi siwezi kuwa shahidi juu ya mambo ya dhulma. Hadithi hii ndugu zangu Waislam ni hadithi kubwa, hadithi adhim, ambayo inaweka mojawapo wa misingi ya muamala kati ya wazazi na watoto na kati na ya watoto baina ya wao wenyewe kwa wenyewe, kama ndugu. Miongoni mwa misingi ya Uislamu ya uadilifu ambayo tunaifahamu katika Qur'ani, wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisisitiza kwa uzito mkubwa sana, mpaka wanazuoni wanasema kwa harfu moja wote, qatibatan biladli qamatis samawati wal ard, kwa uadilifu imesimama mbingu na imesimama ardhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ndani ya Quran fi surati An-Nahl, aya ambayo mara nyingi huisikia sisi katika khutba za Ijumaa, inna allaha ya'muru bil'adli walihsan. Hadithi hii ndugu zangu wa Islam inatufundisha wazazi, wasimamizi walioko majumbani, waliopewa madaraka na jukumu la kuwasimamia watoto ya kwamba ni lazima wahakikishe kwamba wamewafanyia uadilifu kati yao. Na hadithi hii imetoa ishara ya nyanja moja miongoni mwa nyanja nyingi ambazo Muislamu atakiwa kuhakikisha uadilifu kati ya wanawe, nayo ni nyanja ya zawadi, nyanja ya ataya. Wakati unatoa zawadi, uhakikishe kwamba zawadi ile, kila mmoja katika wanao umempa zawadi kama ile bila ya kupunja, bila ya kudhulumu, bila ya kumnyima mwingine na kumpa mwingine na kufanya aina ya yoyote ya tafadhul ukawafanya wengine ni bora na wengine sio bora. Uadilifu ayu alikhwa hautakiwi katika kupeana zawadi kwa watoto wetu peke yake. Yule mmoja ukamletea zawadi mwingine ukajifanya unamsahau, mmoja ukamletea zawadi nono mwingine zawadi yake haina maana mwingine zawadi yake ya fakhri yatoka nje, umeiagizia nyingine, umekwenda kuichukua pale pale madukani. La budda min atasawi, la budda min aladl, hapana budi, lazima uhakikishe kwamba kuna uadilifu kati ya wanao, wala si katika masala ya kutupeana zawadi pekee, bali uadilifu unakwenda mpaka katika masala ya idhharu lhub walatf walhanan

Asema hata katika masala ya kuwabusu watoto, hata katika masala ya kuwabeba watoto, katika mambo ya kuamiliana na watoto kimapenzi, isidhihiri kwa watoto au mtoto wako yoyote kwamba kuna mmoja ambaye unampenda zaidi kuliko mwingine. Alaadl matlubun hatta fi tarbiyati walakhlaq Adli kati ya kati ya wanao wa, wa au katika watoto inahitajika hata katika masala ya tarbia, katika masala ya akhlaq. Unaposimama wewe kama mzazi kuijenga akhlaq ya wanao, kuwaweka wanao sawa, kuwarekebisha, hakika kwamba umehakikisha kwamba umetekeleza uadilifu kati yao, si kwamba mmoja anapokosa unamchukulia hatua mwingine iwasamehewa.

Hata katika masala ya ukuba unapokuja kuchukua hatua wakati watoto wako wamekosea, yule amekosea hivi anahitajia ukuba na yule amekosea anahitajia ukuba. Wakati mwingine watoto wote wamekosea, lakini mmoja anachukuliwa hatua zaidi ya mwingine au mwingine hachukuliwi hatua kabisa. Haya ndiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha katika wasia huu uliopita, katika mkasa huu uliotokea baina ya Nu'man Ibn Bashir na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati babake alipotukua hatua hii ya kumkabidhi zawadi pasina ya wale watoto wengine. Ikiwa risala hii ni mafunzo kwa Waislamu wote kwa jumla dunia nzima ya kwamba tuwe waangalifu, sisi tuliokabidhiwa masulia ya kuwa na watoto. Wale walio na watoto kutokamana na mama mbalimbali ndio zaidi wanaoingia katika mitihani kama hii. Wakati mwingine unakuta mzazi ambaye labda ile ndoa yake inayotokamana na mama mwingine aliyetangulia imemalizika akapata mama mwingine. Yale yaliyomalizika yashapita, kitabu minallahi sabaq ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na qada riski ishakatika kule imemalizika. Tatizo ni kwamba kule ana wana, hapa kwa huyu bibi mwingine aliyemoa naye amejaliwa na wana. Unakuta baba wakati mwingine kwa kusahau kwa kughafilika au kwa kuchezwa shere na shetani anasahau wale wanawe ambao amewazaa wamama wa kwanza, wote amewatupula mbali. Hawa sasa wabibi, huyu mpya ndiye ambaye anakwenda nao mbio katika masomo yao, katika akhlaki, katika kila kitu, na wale wengine pia amewazaa yeye mwenyewe anasahau. Siku moja atakuja simama mbele ya Allah jala jalaluh, asikie maneno akiambiwa, kullukum ra'in

Ayuhalmuslimun, madhara ya kutofuata mwongozo huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maafa yake ni mengi. Kati ya madhara na maafa ya baba au mzazi kutokuwa na uadilifu kati ya wanawe katika nyanja zao zote za kimaisha, haya tuliyoyataja na mengine ambayo hatukuyataja miongoni mwa maafa hayo, ni maafa ya mambo matatu. Jambo la kwanza miongoni mwa madhara ni wuquu alabi fi ldhulm waljaur, ni kwamba baba asipotekeleza uadilifu kati ya wanawe, afahamu ya kwamba amejiingiza katika shimo la dhulma na shimo la kukosa uadilifu na shimo la dhulma na jaur. Hapana shaka wala hakuna mmoja wetu asiyejua kwamba ni kabira min kabairi dhunub

Kunapatika kunapita dhulma ya ajabu na ajabu kabisa. Zingine zinatokamana na kina baba wenyewe, waliona mali mpaka dhulma na sheitani humchezea, inafika hadhi ya kufikiria kwamba aweza akamnyima moja katika wanawe mirathi, au akatumia hila ya moja katika wana apate mirathi kidogo na wengine wapate zaidi, kwa kupeana atiya kabla hajaondoka duniani.

wanapoona kwamba baba hana uadilifu juu yao, automatic kimaumbile, tabiiyan, wanajenga katika nafsi zao chuki, kumchukia mzazi wao. Na haya si mageni kwetu sisi waislamu tunaosoma Qur'an, kwa sababu tunafahamu yaliyojiri na yaliyotokea katika kisatu Yusuf alaihi salaam, walika wakaona kwamba baba yao ameelekea moyo wao, moyo wake umedhihiri waziwazi wazi katika mapenzi. Kwa sababu baba, ikiwa yale mapenzi yameelekea kwa moja katika wanawe, lakini yamefitamana ndani ya moyo, amejaribu kuyazuia yasionekane. Almawadda alqalbiya idha lam tadhhar, baba hana lawama kwa sababu yako ndani, na yale yaliyomo katika ndani ya moyo baba hana, hana kontroli nayo Baba hana uwezo nao, ni mambo ambayo kharij an saitarati pale, hana lawama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lawama inatokea wakati baba anapoidhihirisha yale map, mapenzi kuwaonesha wanawe kwamba angalieni, huyu mimi nampenda zaidi ya huyu, na huyu namfadhilisha kuliko huyu. Kwa hivyo walikaa chemba, wakasema baba yetu moyo wake umeelekea kwa Yusuf na ndugu yake wa akhi

watakunu min baadihi qauman salihin, muweni Yusuf au itrahu ardan, au mbwageni chini kwenye ardhi, tieni chini pahala ambapo asionekane. Yakhlu lakum wajhu abikum, uso wa baba yenu baada ya hapo utakuwa ni wenu nyinyi peke yake. Baba yenu atakuwa haoni mwingine isipokuwa nyinyi peke yake. Sasa uadui na hiqdi na bughdhi na karahia tayari ishajengeka kati ya ndugu na yote imetokamana na maafa kama haya kwa sababu ya kutofuata mwongozo huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Ayuhalikhwa alkiram, tufanye bidii. Wale katika sisi ambao kule nyuma pengine tuliteleza pengine tulikosea, Uislamu na sheria inakupa nafasi uende ukarekebishe, ikiwa umetoa atiya, umetoa zawadi

Baba ikiwa amekosea, sheria inampa ruhusa ende akarekebisha, amwambie mwanawe, regesha ile zawadi ambayo nimekupa, regesha kitu fulani ambacho nimekupa, kwa sababu ndugu zako wengine hawakupata, au rudi na wale wengine ambao hukuwapa, uende na wewe pia kadhalika, ukawaridhishe, au uwape mengine ambayo wale wengine waliwapa, ili usimame mbele ya Allah subhanahu wa taala pasina lawama na pasina madhambi au pasina mukhalafa.